Uchaguzi si kwa sababu polisi wana nguvu ama CCM wana uwezo. Tumekuwa tukiibiwa uchaguzi kwa sababu tulipowaita kukataa mambo yote ya kiuni katika nchi hii, mlituacha wenyewe. Sisi tumelipa kila gharama ya kupigania nchi hii. Mimi nitasema kila mahali nitakapokwenda, kazi hii inaifanya kwa moyo wangu wote na nguvu zangu zote na akili zangu zote, sina deni katika nchi hii. Tumeenda magereza, tumekoswa kuuawa, na mwenyekiti wetu yuko jela. Leo tumenyimwa kiwanja mjini kule ni kwa sababu moja tu. Hata tukiwanyima wananchi watafanya nini? Tusipoishinda dhambi ya uoga hata chadema wakiingia madarakani wanaweza wakawa wezi kama chama cha Mapinduzi, kwa sababu mlinzi wa nchi, nchi ni mwananchi jasiri ambaye anaweza kusimama imara hata kwa gharama ya mauti. Lisi yuko magereza, ajaiba TV, ajafumaniwa na mke wa mtu, ajampiga mtu kisu. Yuko magereza kwa sababu ya kudai haki anayoidai sio maisha yake, Ch adai chakula. Hii kazi haina mshahara, viongozi wote wanaona hapa, wanatoa pesa mifukoni mwao, kutembea kwa gharama kubwa kabisa, wana riski maisha. Tunatafutwa, tunatishiwa, maisha magumu. Wakati mwingine hotelini, tunaweka maji ya kunywa kwenye sefu, tunaogopa tukiacha maji ya kunywa mezani yatawekewa sumu. Tunafanya kwa ajili yenu. Ninyi mnapaswa kuamua kuzuia upumbavu wa kutishwa na kunyanyaswa na chama cha mapinduzi. No no, reforms no election, itafanikiwa kama mtaishinda hofu. Msipoishinda hofu, watasema twende, kwani watafanya nini? Watu mara kumi yenu, mkiingia barabarani kwa maandamano ya amani Arusha wakaingia barabarani, Mbeya wakaingia barabarani, Dar es Salaam wakaingia barabarani, hawa maboya wanalegea, wanalegea, wanalegea. Tatizo letu tunatoka wachache, alafu mnatuambia nyiye, Chadema, mnafanya nini? Mnataka tufanye nini zaidi ya hichi ambacho tumekifanya? Tumepigwa, tumefungwa, tumekimbizwa nchi umerudi, wazetu wameuawa, tumezika watu wetu wengi. niye ndo tatizo? Mimi nasema hivi, nachukia Simba na Yanga nchi hii kuliko chochote. Simba na Yanga nani ma maombi yangu, maombi yangu wapotee kabisa, wasife, lakini yasiwepo ama vitu. Jana tulikuwa Sumve tunafanya mkutano mkubwa, wakati mimi namkaribisha katibu mkuu nikasikia watu wameshangilia wengi, kama mia moja, vijana wadogo hawana kazi, wengine hawana tandara. Tuko kwenye mkutano wa hadhara, nilitaka niseme neno moja la mjini, nikasikia Mungu amekamata wa mdomo wangu. Acheni ushabiki wa mambo ambayo ayagusi maisha yenu. Hii kazi hamtaonja matunda yake, ila mtakuwa wazazi wakatili sana msipofanya jitihada za kutafuta. Tanzania inakuwaje? Inakuwaje Kilimanjaro? Vijana wako barabarani wanaendesha bodaboda. Ukianza kusafiri hapa mpaka Moshi, kushoto na kulia wamejaa vijana, ajira zao ni pikipiki. Hizo ni kazi za kimaskini kwa sababu wamekosa pakwenda. Serikali imeshindwa kutengeneza mifumo mizuri ya kiuchumi. Hakuna kijana anataka kuwa dereva pikipiki, na ukitaka kujua ni kazi ngumu na wao hawaipendi mtoto kama Samia anasema hiyo ni ajira, mwambieni amchukue mtoto wake Abduli amweke kwenye toyo. Sasa chama chetu kinapita akipiti kwenye misukosuko, chama chetu kinapita kwenye baraka kubwa, magugu yanatenganishwa na mazao, sio misukosuko. Mimi ni mtu wa imani sana, hichi kinachotokea mimi nimekiombea kwa Mungu, hichi kinachotokea Nilimwambia Mungu hivi, fyatua magugu yote ndani ya chama chetu. Hatuwezi kuwa na kundi la watu ambalo msingi wao wa mawazo ni vyeo na madaraka na sio haki na utu. Mkiwa na kundi hilo, Biblia inasema wawili watatembeaje pamoja pasipo kupatana? Hao wanaoenda wanaondoka, kwa sababu Mungu anaipenda CHADEMA chama hiki, kwa sababu ni chama cha upinzani lazima misimamo yake, kauli zake, matendo yake yao ya kipinzani. Sasa wale wapumbavu 55 wa ni wapumbavu 55 wale wa wapumbavu 55 wa, na hata kama hapa wapo, nawaambia kabisa kama aaa, na mheshimiwa, lugha zako ngumu sana, sikiliza mimi msela atakiwa lugha laini, msela atakiwa lugha ya kibabe. Sikiliza, tumezika watu, mimi nimezika watu wengi. Uchaguzi wa marudio wa udiwani Arusha mjini, lilipigwa bomu kwenye mkutano kama hivi, nimezika watu watano. Tumemzika Mawazo kwa sababu ya uchaguzi. Vijana wengi wamepotea, vijana wengi wamefunjwa miguu, wala hawana malengo ya kuwa madiwani wa bunge kuna wengi wamekwenda jela, wamepewa kesi ya mauaji, wamekuja kuachiwa juzi. Kuna familia zimevunjika ndoa, kuna watoto wana yatima leo. Alafu kuna mtu anasema eti hiki chama kimekatisha ndoto yetu ya kuwa wabunge. Ndoto ya chama hiki sio kumfanya pambalu kuwa mbunge wala hecha kuwa mbunge. Ndoto ya chama hiki ni kupigania uhuru na mabadiliko ya kweli na ustawi wa jamii. Chama hiki tumekuja kugawana maumivu ili watoto wetu waje wakute nchi bora, waseme wale wazazi wetu walikuwa na akili, waliweza kupigania nchi. Yoyote ambaye hayuko katika msingi wa malengo haya atufai, na akiondoka hatupati hasara, tunapata faida, kwa sababu ameondoka mtu ambaye hakuwa na mawazo yanayofanana. Wawili wanawezaje kutembea pamoja kama isipokuwa wamekubaliana? Sasa nyie watu wa Mwanza. Kuna kitu kinaitwa tone tone, mmekisikia? Tone tone ni nini? Tone tone ni mpango wa chama chetu. Mlisikia tuliposhinda tu CCM wakaona tukejeli na nasema hatuna hela. Ni kweli hatuna hela. Sisi ni ombaomba. Chama hiki hatutatoa. Hakuna mtu anaweza kaongoza chama cha siasa. Tunahitaji wanachama wetu. Tunahitaji wananchi kabla ujani wa bia ya kwanza na ya pili na ya tatu, fikiria kuchangia chama chetu. Tukipata watu milioni moja wakatupa shilingi elfu mbili mbili kila mwezi mnatupa shilingi bilioni mbili. Tukipata bilioni mbili ukatengeneza timu hapa za kuzunguka nchi nzima, msafara wawache ukawekea milioni mia wanika milioni mia mwenyekiti wa vijana milioni mia Lisu milioni mia Nchimbe na meza ulimi, nakwambia Nchimbe ata meza ulimi hatuna basi tuna tatizo la kutembea. Leo tuko wote hapa lakini, ingewezekana mnika wa sehemu nyingine, mimi ndio sehemu nyingine. Kwa sababu tunatosha kuongea, tunaomba mtusaidie, mjenge utamaduni wa kujengia chama chenu, mjenge utamaduni msipojenge wa utamaduni, mtafanya viongozi wengine watafuta hela mahali ambako sio sahihi. Kila, kila mtu akiweka commitment ya shilingi elfu kumi elfu ishirini mimi nimeweka commitment karibu ya shilingi laki mbili kila mwezi natoa, kuna

nacho na usitume mara moja, jenge utamaduni watu wa kutuma pesa kila wiki, kila mwezi. Tukipata watu milioni wakatuchangia pesa kila mwezi, kazi hii itakuwa ni kazi rahisi sana. Asanteni sana, asalamu alaykum. Mungu wabariki sana. Asante sana kaka Lema, naomba sasa nimlete Katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, DJ, naomba tumlete, tumpandishe katibu mkuu wetu, katibu, karibu sana Mwanza kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka elfu mbili na kumi na tisa